Mtu mmoja na mkewe walienda zoo kuangalia wanyama. Wakamwona nyani akionekana kucheza na jike lake kwa hisia kubwa sana. Mkewe akamwambia jamani, mpaka raha, ona wanyama wenye mapenzi ya kweli. Harafu tena wakamwona simba amejitenga mbali na jike lake. Mkewe akamwambia jamani, ona inavyosikitisha kuishi bila upendo. Mumewe akamwambia mrushie jiwe huyo simba jike, harafu tazama. Mwanamke akarusha jiwe kwa yule simba jike, dume lake likasimama kwa hasira na kuanza kuunguruma kulilinda jike lake. Harafu mumewe akamwambia afanye hivyo pia kwa wale nyani. Dume la nyani likakimbia juu ya mti kuokoa maisha yake lenyewe peke yake. Kisha mume wake akamwambia usidanganywe na kile unachokiona kwa maonyesho ya nje, yanaweza yakawa ni uongo tu na hayamaanishi chochote cha kweli. Wapo wengine walio kimya na wamepoa lakini, mioyo yao imejaa upendo wa kweli kabisa, lakini hawajionyeshi kwa watu. Hata siku hizi tunao wengi ambao ni vivuli vya nyani, wanarukaruka kwa maneno matamu na maigizo, lakini ndani hakuna lolote. Simba wachache ndio wamebaki siku hizi.